bia toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni lisikieni neno la Bwana. Omba haya kabla ya Jumatatu, omba haya, omba haya kabla ya Jumatatu. Tangulia e Bwana tangulia e Bwana, mwanzo wa wiki kwa maombi. Tangulia e Bwana, mwanzo wa wiki kwa maombi. Tumshukuru Mungu majira haya na wakati huu. Popote pale ulipo, baza sauti yako. Hii ni Yawezekana TV. Mungu ametupa tena muda na nafasi ya kuweza kusogea katika madhabahu hii na kuungana mahali popote pale ulipo Tanzania na nje ya Tanzania. Anza kumshukuru Mungu, mwambie Bwana asante. Ni Jumapili ya baraka, ni Jumapili iliyo njema saa moja hii. Ni Jumapili, ni Jumapili yenye kuamrisha wiki inayofuata, ni Jumapili yenye kuamrisha Jumatatu yako, ni Jumapili yenye kujenga wiki yako ambayo inakuja. Anza kumshukuru Mungu, anza kumshukuru Mungu anza kumshukuru Mungu kwa maneno yako, mwambie Baba, ninakushukuru, umenilinda Jumapili ya leo. Nimetoka katika ibada, wewe umeenda makazini, mwambie Bwana asante. Wengine umeenda kwenye eneo la biashara, mwambie Bwana asante. Mwambie Baba, ninakushukuru, ninakushukuru, ninakushukuru. Mtukuze Bwana majira haya, mtukuze Bwana saa hii, mtukuze Bwana, mtukuze Bwana, mwambie Baba asante. Unapomshukuru Mungu unafungua milango ya Mungu kukutendea tena. Unapomshukuru Mungu unafungua milango ya Mungu kufanya tena. Hata kama kuna mambo yalikuwa ni magumu, unapomshukuru Mungu, Mungu anatengeneza. Unapomshukuru Mungu, kuna jambo jipya linafanyika katika ulimwengu wa Roho. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu uliye mwema, Baba ninakuinua Baba, ninakutukuza kwa ajili ya mtazamaji msikilizaji ambaye anatufuatilia hapa Yawezekana TV. Mungu ninakuinua, Mungu ninasema asante kwa jinsi ambavyo umemlinda, kwa jinsi ambavyo umemtunza, kwa jinsi ambavyo neema yako haikupunguka kwake, kwa jinsi ambavyo, ambavyo umemwepusha na hata umemwepusha na mabalaa, umemwepusha na kuanguka, umemwepusha na mauti, umemwepusha na kila aina ya hatari mbaya. Baba wa mbinguni, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, nina kuinua, nina kutukuza, nina kuhimidi sasa hivi. rabubusha kariabu santa ya mandira Baba. Baba tunakushukuru Baba, tunasema asante. Watoto wako tumekuja kwa unyenyekevu, tuko mbele zako kwa unyenyekevu, tuko katika madhabawi Baba, tunaomba uturehemu Sawa sawa na fadhili zako, turehemu e Bwana. Naweza kuendelea na maombi ya toba na rehema. Mshukuru Bwana, maliza, endelea na maombi ya toba na rehema. Rehemu, rehemu, rehemu jehova nishi, tunasogea mbele zako majira haya, maana neno lako linatuambia wazi ya kwamba dhambi zetu zimetufarakanisha na wewe Mungu, na sisi kwa unyenyekevu tunashuka, kwa unyenyekevu tunakuja kwako Baba, kwa unyenyekevu tunasogea kwako Baba, tunaomba toba, tunaomba rehema, tunaomba toba tunaomba rehema e Mungu, uturehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema yako tutakase na utuoshe. Muda huu na majira hayo, ukapate kuzungumza nasi, ukapete kusema nasi katika lugha ile ambayo tutaweza kuielewa, watoto wako, tukapate kuyaelewa na maandiko yako matakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, amen. Mshangilie Bwana popote pale ulipo, mshangilie Bwana, mshangilie Bwana, mshangilie Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya! Mungu wetu ni mwema, ametupa tena muda na nafasi hii ya kuweza kuomba na wewe, majira haya ya kuweza kutafakari na wewe na kuomba pamoja na wewe, kuisemesha wiki kabla wiki haijaanza Tangulia ee Bwana, mwanzo wa wiki. Tangulia ee Bwana, mwanzo wa wiki, kipindi kinachoruka hapa Yawezekana TV siku hii ya Jumapili. Leo ni tangulia ee Bwana, mwanzo wa wiki. Tangulia ee Bwana, mwanzo wa wiki. Kwa nini Mungu atangulie? Mungu akitangulia mbele, yaliyo magumu yatakuwa mepesi, yaliyoshindikana yatawezekana, vilivyokwama havitakwama tena, vilivyozuiwa havitazuiwa tena, vilivyoanguka havitaanguka tena, vilivyo vilivyoharibika havitaharibika tena. Mungu akitangulia mbele yako mitego iliyo mbele yako haina nguvu ya kuondoa uhai wako. Mungu akitangulia mbele yako Mungu akitangulia mbele mbele yako katika wiki hii, ni hakika na ni kweli ya kwamba utaona raha kweli, utaona furaha kweli, utaona neema kweli, utaona kupungukiwa kweli. Mungu akitangulia mbele yako, hata kama unapita jangwani, lakini utakula chakula jangwani, utakula na kusaza, utakula na kusaza jangwa haliwezi kukuzuia wewe jangwa haliwezi kukatisha maisha yako jangwa haliwezi kuharibu fyucha yako jangwa haliwezi halina nguvu kwa sababu mungu ametangulia mbele yako mungu akitangulia mbele yako farao hana nguvu juu yako farao hataweza farao akituma mapigo mungu analipa mapigo atapiga mapigo ili wewe uwe salama ili wewe utoke kwa hiyo mwanzo wa wiki, mwanzo wa wiki, Mungu akitangulia sisi tuko salama. Mungu akitangulia sisi sisi, sisi wana wa Mungu tunakuwa tuko safe, wazungu anasema. Kwa hiyo ni muhimu sana hii, tangulia e Bwana, hii Bwana ni herufi kubwa, tangulia e Bwana, manake tunamwomba Mungu atangulie, atangulie mbele yetu. Popote pale ulipo, paza sauti yako, sema e, Mungu wangu Mungu wangu Mungu wangu, Baba yangu Baba yangu ninasogea mbele zako majira haya na wakati huu, Baba ninakuita, Baba ninakuita ninakuita katika maisha yangu, baba ninakuita. Ninakuita juu ya kazi ya mikono yangu, baba ninakuita. Ninakuita juu ya familia yangu, ninakuita juu ya watu wa nyumbani mwangu, ninakuita juu ya watoto wangu, ninakuita juu ya mali zangu, ninakuita juu ya miradi yangu, ninakuita juu ya mipango na mikakati niliyonayo. E Bwana, ninakuita, ninakuita, ninakuita Ninakuhitaji Mungu wangu, nimegundua peke yangu siwezi, nimegundua peke yangu siwezi, nimetambua peke yangu siwezi. Nimekukimbilia wewe Bwana, ili nisiaibike milele. Kwa haki yako uniponye, kwa haki yako uniponye. Ninakusi baba yangu, baba yangu, tangulia mbele yangu, e Bwana tangulia e Bwana, mwanzo wa wiki, tangulia e Bwana, tangulia e Bwana, mwanzo wa wiki hii, tangulia e Bwana, tangulia e Bwana, ninakuita Bwana, tangulia mbele yangu. Ukitangulia mbele yangu Baba, utaondoa magumu. Ukitangulia mbele yangu Baba, utaondoa shida. Ukitangulia mbele yangu Baba, utaondoa vikwazo gulia mbele yangu Baba nitaona neema Baba nitaona nguvu Baba... Baba nitaona kufanikiwa Baba nitaona kustawi. Ukitangulia mbele yangu, ukitangulia mbele yangu, ukitangulia mbele yangu, mema yatanijia kwa nguvu. Ukitangulia mbele yangu, mazuri yatakuwa fungu langu. Ukitangulia mbele yangu, Baba, ninakuita katika wiki hii inayoanza. Baba, ninakuita ninakusii Bwana. e, Bwana, tangulia mbele yangu e bwana tangulia mbele yangu e bwana tangulia e bwana mwanzo wa wiki hii tangulia e bwana tangulia e bwana tangulia e bwana ninakuomba baba tangulia e bwana kwenye yale magumu yaliyonitatiza baba ninakusihi tangulia e bwana baba ninakuomba tangulia e bwana tangulia e bwana tangulia e bwana tangulia e bwana tangulia